Kupitia hii sadaka yako mabaya yote waliokutengenezea Mungu ayaondoe, madhoofu yote waliokutengenezea Mungu ayaondoe, laana zote na kila uchawi wa kila namna walioufanya kwako kwa Mungu auondoe kwa jina la Yesu. Kila aliyegusa maisha yako akaanguke yeye, aliyekuchelewesha akaanguke yeye, aliyekudhoofisha akaanguke yeye, aliyeharibu uzao wako akaanguke yeye, aliyeharibu maisha yako akaanguke yeye Aliyeharibu ndoa yako akaanguke yeye. Hautakuwa maskini tena, hautadhoofishwa tena, hautasambaratishwa tena, kwa mamlaka ya jina la Yesu. Hautadhoofika tena, hautarudishwa nyuma tena, kwa mamlaka ya jina la Yesu, wala hautakuwa takataka tena, wala hautakuwa takataka tena. Pale ulipokuwa unashindwa, sasa unakwenda kuinuliwa. Pale ulipopata hasara, sasa unakwenda kupata faida. Pale ulipodhalilika sasa unakwenda kuheshimika. Pale ulipoachwa sasa wanakwenda kurudia. Pale walipokutukana Mungu anakwenda kuheshimisha. Hautakuwa takataka tena, hautarudishwa nyuma tena. Wale walio kuona wanini sasa wataiona thamani yako. Mungu aliye ndani yangu akaambatane na wewe. Mungu aliye ndani yangu akaambatane na uzao wako. Mungu aliye ndani yangu akarejeshe thamani yako. Mungu aliye ndani yangu akakwenda ukwambuza wako mali zako zote utajiri wako wote, vyote ulivyovipoteza Mungu akavirejeshe. Pale ulipopata hasara, Mungu akakurejeshe tena. Pale ulipopata hasara, Mungu akakurejeshe tena kwa jina la Yesu, amen. Mungu awabariki, Mungu awabariki wamama wote. Naomba sasa kila mama asimame mahala ulipo, tamka maneno anasema: Bwana Yesu, mimi ni mwanamke dhahabu, nimekuja kama tope, nimekuja kama shimo la taka. Nimekuja sina kitu, lakini sasa nimeingia mgodini na ichimba dhahabu. Mimi ni dhahabu, thamani yangu inarejea, haitaondolewa tena kwa jina la Yesu amen. Anchela Anchela Vincent yuko wapi? Juliet, kimbea hapa kabilisha ibada. Ndio mama. Pelekea yule mama pale Mike. Ndio mama, karibu. Asante baba, mimi naungana na wenzangu wote waliosema kuhusu madhabahu hii yani, yeah. Wewe ni mtu pekee kwa kweli, ni mm. Na mimi nimetembea sana mm. ni, ikatokea tu nikawa nafungua redio ile, sijui Times FM na kusikiliza nikasema, hivi kwa nini nisende kwa baba? siku mm. moja walikuwa wanapiga simu mm. nami nikajaribu nimepiga sana simu, lakini sikupata line mm. Asubuhi nimetoka katika shughuli zangu mdogo dogo kufanya usafi, nikakuta mm. message umeniandikia mm. ni, umepiga sana simu usiku, naomba nikusaidie, lakini too late. Nikaja kuiona ile message saa nane mm. Sasa nikasema hivi as wanatangaza kuna kwenda kumwonda physically pale mm. Basi nkasangwa nitafute sadaka yangu nzuri ili nimwone fizikali, sitaki ile ya watu wengi. Kwa hiyo mm. nilikuja kama wiki mbili zilizokuja, okay. Nikaja nikakuona, ndio ulivyoniambia. Yani baki nimeshangaa, nilivyokuambia ulipata mshtuko mm. mm. ukaniambia, wewe umelogelezwa kwa uchai huo kwetu ko Songea ambao mm. namtwara sijui mpaka Malawi wametumia mm. sijui vitu gani damu sijui chungu nini kwa hiyo hata kwenye figo yako kuna imeanza kufeli kwenye mm. moyo wako na matundu mawili mm. kwa hiyo ukaniandikia package mm. Sasa baba, mimi nachokuomba muzio. Baba sijafanya hiyo asijapata bsijapata njoo, chukue hii hapa. Utamwona padiri mwitakupe maelekezo na umekombolewa kwa jina la Yesu Amen. Mwingine niliona mwingine ameinua mkono sasa, nami nika nataka nikawasikilize. Nataka Juliet, wamama hawa kabla wajaondoka, wape dakika thelathini, waeleze Nabinyakia ni mtu wa namna gani. Mimi nitakuwa nawasikiliza, naenda kuwatazama moja kwa moja, maana naenda kuwasikiliza moja kwa moja YouTube. Bwana Yesu asifiwe. <coughs> Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Tumepewa dakika thelathini za kumwelezea baba yetu ni nani, kila mtu ni namna gani? Karibu kwenye ibada ya kuondoa mikosi, ibada ya kuinuliwa kiuchumi, kwenye ibada ya kurudisha heshima ya mwanaume, ibada ya kutabiri thamani yako ya mwaka elfu mbili na ishirini na tano. Unayetaka kuondoa nuksi ya maisha, Jumapili ni ibada ya kuondoa nuksi, Jumapili ni ibada ya kuondoa nuksi. Ibada ya kuondoa ks ujue. Uh, furaha yako inaanzia hapa, nabii mwenye karama.